Mapambano yanaendelea ilianza usiku na saa kenda kabisa ya usiku, ngambo za kule Misingwe Mwele, mlima Misingwe juu ya Kigongo pam nava Misingwe kule kwa milima. Nina uhakika ya kwamba sijachelewa kuja kukuletea kile kinachoendelea kwa sasa katika mji wa Uvira, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, hii ni Amani TV Media. Na mimi ni mtangazaji wako Ramsi Ramadhani. Nimesema majukumu ni mengi, lakini moja kati ya jukumu kubwa tulio nayo ni kuhakikisha kwamba tunakuletea habari za ukweli na za uhakika katika muda sahihi ili upate kujua yote yanayoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Uko kwenye uwanja wa vita ambako hali si shwari. Asubuhi ya leo tarehe tatu Januari mwaka wa 2026. Mwaka wa 2026 umeonekana kuanza vibaya kabisa uko kwenye uwanja wa vita, msikilizaji na mtazamaji wetu, na kusii kusubscribe channel hii, ku comment, lakini pia kusambaza habari hizi ili ziwafikie walio wengi kote ulimwenguni. Tuko hapa kukuletea za ukweli na za uhakika kwa nami upate kujua ni kipi kinachoendelea kwa sasa katika mji wa Uvira, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Bila shaka natumai ya kwamba utakuwa salama hapo ulipo ambako unaendelea kutusikiliza vema kupitia simu yako, aidha kupitia runinga yako, na kukaribisha mara tena katika habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe tatu mwezi Januari mwaka wa 2026. Habari kuu tulionayo kutoka kwenye uwanja wa vita, a mashariki mwa DRC huko tarafa ya Uvira, mda huu ni kwamba mapambano makali yanaendelea kuripotiwa leo Jumamosi tarehe tatu Januari mwaka wa 2026, katika maeneo kadhaa ya wilayani Uvira, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kufuatia makabiliano ya moja kwa moja kati ya waasi wa kundi la M23 na makundi ya Wazalendo wakisaidiwa na jeshi la taifa la Jamhuri ya jam Demokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani na mashuhuda walioko eneo la tukio, mapigano hayo yamekuwa makali sana, hasa ya katika vijiji vya maeneo ya Kashombe Lubanda, pamoja na Musingwe, ikiwemo maeneo ya Katongo na Kigongo. Tangu asubuhi ya leo, milio ya risasi nzito na nyepesi imekuwa ikisikika bila kukoma, hali inayozua hofu mkubwa miongoni mwa wakahaji kutoka maeneo hayo. Huyu hapa ni mmoja kati wa kahaji anatoa picha halisi na kile kinachoendelea katika maeneo hayo kwa sasa, majira ya asubuhi. mimi ni mtoto wa Kalongwe wa pale Kifuta. E, mapambano yanaendelea, ilianza usiku na saa kenda kabisa usiku, usiku, ngambo za kule Misingwe mwele mlima Misingwe juu ya Kigongo au na vya Misingwe kule kwa milima e, mapambano yanaanza kabisa, hakuna blagi nikwenda mbele kabisa, nikwenda mbele, tuna kama kamatana kabisa kwanza usiku mpaka hivi sasa, siku nyingine sasa, siku nyingine kabisa. Eh, ni vile kabisa, ni kwetu Katongo hamna watu, Kigongo hamna watu, Kabimba hamna watu, eh, Kalungwe hamna watu. Nyuma ya moyo tumwe likaza roho, ndiko Mkalungwe bado tuliko, Uvira makamba mengi kule bantu wanajimwanga Maimanga, Makalundu ni hatari bado, ni vula eh, ni vile. Tuko hapa Kalundu, tunachunga matokeo, kisi kitakuwa Mungu atapanga, ni vile lakinipo, ni makali sana, ni makali kabisa upande wa kwetu ile ya Kigongo kule kumilima, ni Msingwe kule ni hatari kabisa, ni hatari, ni hatari kabisa. Sante sana, mshinde salama. Ee, watogomia Kalungu mfinde salama, Mungu awasaidie. Ni nini sovaluka mtoto ee, wa Kalungu. Vyanzo vyetu endelea kutuambia kwamba mapigano haya bado yanaendelea hadi wakati huu, huku hali ya usalama ikizidi kuwa tete, wakazi wengi wamelazimika kuyakimbia makazi yao. Wengine wakitafuta hifadhi maeneo karibu au kuvuka mipaka huku shule, masoko na shughuli zote za kawaida zikiwa zinafungwa kabisa. Taarifa zaidi zinaeleza kuwa milio ya risasi na mabomu imesikika hata katika mji wa Bujumbura. Nchini Burundi, jambo linaloonesha ukubwa wa uzito wa mapigano yanayoendelea upande wa, upande wa Kongo. Hali hii imezua wasiwasi pia kwa wakahaji wa maeneo ya mpakani waliofia kuenea wanaofia kuenea kwa vita hivyo katika nchi jirani. Hadi sasa bado hakuna taarifa rasmi juu ya idadi kamili ya vifo au majeruhi au uharibifu wa mali, lakini shirika za kiraia zinaonya juu ya hatari kubwa ya janga la kibinadamu endapo mapigano haya yataendelea bila ku, uh, bila kudhibitiwa. Raia wa Uvira wanatoa wito kwa serikali ya Kongo, jumuiya ya kimataifa, na taasisi za za kikanda uh, kuchukua hatua za haraka ili kulinda maisha ya raia kurejesha amani na kuzuia kuendelea kwa uuaji wa, uh, kwa umwagaji wa damu katika eneo hilo ambalo tayari limeathirika sana na migogoro ya mara kwa mara kufuatia mapambano haya ambayo yamevuka kasi uko katika tarafani Uvira, wazalendo wanatoa ujumbe mzito wa kusemia kwamba mwaka huu hakuto kwepo na shughuli zozote katika mji wa Uvira, na hivyo shughuli za shule na kadhalika zitasimamishwa kwa muda mpaka pale suluhisho itakapopatikana, huku wakidai kwamba Uvira imetengwa sasa kuwa uwanja wa mapambano. Huyu hapa ni mmoja kati wa wazalendo kutoka kwenye uwanja wa vita, msikilizaji anatoa ujumbe huu hapa usikilize. Jambo sana tena sana ndugu zangu baba zangu, mama zangu, dada zangu eh, wadogo zangu, wakubwa zangu, watoto zangu, jambo sana tena sana, na Mungu awabariki na mwaka mpya wa vita na amani. Mimi ni kijana wenu, kamanda wa vita General Fudre Rouge Igwe. Narudi hapa kuwafahamisha kidogo na kuwajulisha ya kwamba hakuna masomo mwaka huu katika tarafa la Uvira na katika muji wa Uvira, hususa idara Uvira muji na plan na tarafa, hakuna masomo. Haiwezekani, adui anazidi kuongeza jeshi lake katika tarafa la Uvira na muji wa Uvira, na sisi vijana wenu huku tunazidi kujikusanya kwa nguvu kuingia ndani ya muji wa Uvira, kisha masomo yafunguliwe. Wale watoto mnawatakia nini? Mama mwenye akili timamu ambaye amechukua ujauzito miezi tisa akamlea mwanaye tumboni tangu miezi tisa hadi kwa mwaka alionao wa shule asitume mtoto wake kwenye masomo mm. Hakuna shule la vita alikuwagi. Hizo ni mbinu za adui, huyo ni adui ndo anayeandika hizo makomunikasio zenye ziko za bike, sio ma sio viongozi vikuu vya shule ambavyo wameandika, hapana, ni adui. Ana frape intelligence artificielle, adui anatumikisha, yani kusema shule ianze siku ya pili. Hakuna shule katika vita, wanapenda vijana wa kuinukia inukia waende kwenye shule, wawakusanye wote wawapeleke Rumangabo kwenye formasio ya vita. Sasa ya pili sama sasa itaanza lia Muvira wakati tutaanza pigana nao. Kwa sasa Uvira ni shamba la vita. Je, katika shamba la vita kunaweza kuwa shule? Shule gani? Hilo shule si ya kumalizisha watoto. Sama sasa inaanza lia. Uwe mama wewe utatoka kwako ukimbie uende kamata mtoto wa kwanza primary. Wala mtoto atajua tena kwako. Wa. Watoto watakufa wengi sana kwa wakubwa kwa wadogo. Hata walimu, hata wamama wale wanafundisha. Mtoto wa, ma, wa maternelle unataka mpeleka kwa masomo wai wasiwasi. Utamchunga. Walimu watakimbia kivyao na watoto kivyao na watoto wanapotea na wengine wanakufa, wanambinu wanataka kumaliza watu wa Uvira ili walete ushenzi wao wa Rwanda wakie upanda katika mungini. Na nawakumbusha mwangalilie ku Ethiopia, ndio mbinu zenye wanataka kufanya. Nawakumbusha ku RCD wakati banabana kabila lepera na bana Kinshasa walikusanya watu wote wanaume bamoya walienda kutere panza wengine kwa zuri Uvira yote mzima walikamataka, wanaume wakawatosha nje na makatri, wakawakusanya kumatere, balikuwa wanasubiria wajitangazi Kishasa wanabana na wanauwa wale wanaume wote, ili waende Rwanda walete waviana wakuye zala na wamama zetu wadada zetu katika muji wa Uvira enda kuwatazala nao, ile kile kizazi kinadomine ile na ile ile rase yetu inapotea. Ndio mbinu zao nao zile, kufungula masomo muvita Hamuna viongozi hata hata, hata, hamuna viongozi wa kuwatetea msiposhimama, mjitetee mwe peke. Tuko na tumbu ambalo limezala mubaya, ni tumbu hizi zimezala hawa wakongomani ambao wanashindikiza wenye Rwanda, hizo tumbu zimelaaniwa na heri zingelitoka. Wanataka kutufanya kama Ethiopia. Wanataka kutugeuza, hatuna viongozi muonee hapa wa sispandre

hakuna masomo. Mie na wasaidia iko kufavere yangu ila, na wasaidia kufavere yenu. msikufe sana, msikufe sana na watoto wasikufe. Utabakia bila mtoto, ulikuwa na zalo kumi, zalo saba zalo kumi, bila utabakia bila hata mjukuu. Utakufa utazikwa kama imbwa mu makambi Burundi, kuko 55000 yenyewe ilienda kule, na ninyi mnabakia mule, wanawauwa wanawatinja

Tangu utawala wa Tilongo hatuyawahi pata masomo yenye tamaliza dimwa. Leo muvita ndo mtakuya fungula masomo malizishe watoto, hakuna masomo na mtishimame iko na muwaze sabazazi, hakuna masomo Mushaona. divizio iko na barua na yake iko na makashi yake mewa barua zenye ziko zinazunguka zimeandikwa kwa mkono. Sasa nataka niwaambie ndugu zangu, hakuna masomo, chungeni watoto kumanyumba Ndugu zangu mnisikilize sana walio mbali na karibu, na mnisaidie kuwamamisha message hii kwa mes, wakaji wa Uvira uvunge fasi yote, hakuna amani, hatuyakuwa ndani ya amani, tuko katika vita vikali sana. Vita vikali sio vita vya ukabila, heri ingelikuwa vita vya ukabila. Ni vita vya kutumaliza. Hakuna masomo, ndapo mtafungula masomo mtakuwa sema wazalendo ni wabaya satawatiemo masasi kule, mjue kama Uvira ni shamba la vita. Mlelee watoto wenyu manyumba, hakuna shule na kuna mwalimu mwe atakufa na njara juu aendi kumasomo hakuna. Kwa hiyo alikuwa kijana wenyu kamanda wa vita, general Foudre Rouge Igwe, ambaye alikuwa anawapatia message hii, na mwitangaze fasi yote, hakuna masomo. Narudilia kusema hakuna masomo. le 6 janvier, tarehe sita mwezi wa kwanza hakuna masomo. Atakayesikia amjuze mwezake. Hiyo ni hali halisi ya kile ambacho kinaendelea katika mji wa Uvira kwa sasa, mpendwa ya msikilizaji, kwa Katongo na Kigongo. Tunaendelea kufuatilia taarifa hizi kwa kina, ili kukiwa na mabadiliko tuje mara moja kwa ajili ya kuweza kukuletea kile kinachoendelea, ili update na kuweza kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi, inaendelea kuzipata kama hali si shwari, tarehe tatu uko kwenye uwanja wa vita, Kagongo Katongo na sehemu zingine, mapambano yameanza ame, tu baada ya kikao kilichofanyika siku moja iliyopita katika kati eneo la Makobola, ambao lililenga kuweza kuhakikisha kwamba FARDC na wazalendo wana kuwa, wana kuhakikisha wa wanakuwa wanakusanya nguvu moja kwa ajili ya kuhakikisha opereshen za kukomboa maeneo ya Uvira ambako wahasi wa M23 waendelea kuyadhibiti, lakini pia wahasi wanahitaji wana, uh, wana ushawishi wao wa kutaka kusonga mbele kuelekea maeneo ya Fizi ambako kumeonekana kwamba kuna nguzo kubwa na ulinzi madhubuti. Hiyo ni kutokana na uwepo wa wazalendo pamoja na vikosi vya jeshi la Jamhuri ya demokrasi ya Demokrasia ya Kongo, FARDC kwenye eneo la Makobola na sehemu zingine, wakisema ya kwamba hawatokubali wahasi kupata njia kuelekea kule unakotaka kwenda ili kuweza kuingia katika, uh, katika jimbo la Tanganyika, msikilizaji. Ah, mpaka sasa milio ya risasi endelea kusikika kwa kina mpaka katika mji wa Uvira. Hali ya wasiwasi endelea wasi kutanda huku shughuli zote zikiwa zinafungwa, na sisi kutoka moja kwa moja kwenye uwanja wa mapambano, tuko hapa kwa ajili ya kuendelea kupatia habari hizi, ili upate kufahamu namna mambo yanavyoelekea. Kwa hivyo nakusii kuendelea kuwa nasi katika habari zetu za hapo baadaye, ambako utakuja kukuletea matokeo rasmi kuhusu kile kinachoendelea uko kwenye uwanja wa vita. Hii ni Amani TV Media. Na mimi ni mtangazaji wako Ramsehi Ramadhani. Tukutane tena katika taarifa zetu za hapo baadaye. Kwaheri.